Useme tu jina la Mungu, jina la Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanajiita nani? Mfalme, wakati jamani, yule mwanamke Mwenyezi Mungu, kuna watu wanajiita mfalme wakati yeye mwanamke usisahau pia tuko na ruget wazee wa kuweka mazingira safi na salama, mm -hmm. Kabisa mm -hmm. ili uweze kuishi ema bli salama. Wakati mwingine, pia mambo ya kutembea, unaambiwa bana, kuna teksi na kutambaa inakuwa si poa <tumana> afu kwa wenye kundi la watu kwa mfano wanafanyaje, itokea hivo na kuna medo kwenye kabati na mwengine huko sasa. Sawa, so bwana end kwenye mada nezani hmm. Ah, leo bwana tunataka tutazame kuhusu maadili, malezi na maadili eh, eh, namna gani tunaweza kuwalea watoto katika malezi ya kisasa lakini yenye maadili hmm. Kwa sababu sehe ukizunguka utaambiwa yani kizazi cha sasa hivi, jamani, shida tupu. Hizo lugha za sasa hivi, jina la pili pale watoto elfu mbili kuongezea jina watoto elfu mbili tuko na moja kati ya wazazi hmm. Eh, wazazi na mlezi pia manake, ukishakuwa na mtoto hmm. Wewe ni mzazi, na kama hujapata mtoto wa kuzaa wewe kuna mtoto wa nini? Mimi mnaweka kundi gani? Mlezi. <laughs> Eh, mlezi mimi. Eh, wewe ni mlezi sasa ina mtoto. Okay, <laughs> lakini kuna sababu, okay. Kwa kupiga simu kielekeza, yeah. Wanaelekea, wanaelekea, wanatii, wanasikia ah, sauti yako. Kwa hiyo ukielekeza vibaya kama mlezi eh, tayari umeharibu yule ah, mtoto. Kwa hiyo bado huwezi kumla la ulezi. Hapana, mimi sio mlezi, hakuna mtoto kaka yako eh eh. Sasa watu kutoka kambi. Ah, kule nah, kule kwa sababu. Sijafikia tu hapo. Wewe kupigwa simu kwamba sasa wewe mtu unakuja kuishi hapo kwako. Ah. Unafanyaje kwa mfano unakuja nyumbani kwako? Au utabakiwa kuwa nini? Wewe aenda akaishi akaishi geto la bana. Yote vile atakavyokuja utaona, yeye utabakiwa kuwa ni mlezi wako, kwa sababu ukimlea vibaya hata kama hujamza wewe, lakini una mchango wa kufanikisha makuzi yake. Hata kama ni jirani, wewe ni mlezi pale, wale watu wanaomtegemea pale. Ukiona okay, mtu anafanya kitu vibaya, yaani labda mfano anakengeuka mm, anafanya kitu cha ovyo, una nafasi ya kuelekeza, kuonya na kumhakikisha mtu anakuwa kwenye mstari. Kwa hiyo wewe nafasi yako ya kuwa mlezi inabakia pale mm.